Ngoja leo nimfanyie surprise, maana malalamiko yamezidi. Halo halo, mambo poa, mzima wewe? Mimi niko poa, uko wapi? Niko huku kwenye fremu ya duka langu, nasimamia mafundi wanaofanya marekebisho. Mashaallah, mke wangu unajitahidi sana kulifanikisha hili. Unarudi saa ngapi? maana leo nataka nije nyumbani bwana. E, nimechoka na uongo wako. Yaani wiki nzima unadanganya kama mtoto, na kuja na kuja, halafu hautokei. Kwa kweli nimechoka kuvaa net dress mpya kukupokelea kila siku, halafu hautokei. Kama umechoka, basi leo usivae kabisa, maana nimekumisi hatari. Hebu toka hapa uejerasu. Umeniambia upo Kigoma, inawezekanaje leo useme utakuwa Zanzibar? Mimi nilikuwa nakutania tu ila kusema kweli nimekumisi sana yani kwa jinsi nilivyokumisi naweza kuja hata ndotoni mimi mwenyewe nimekumisi lakini naona ushanijeuza mdoli wako usijali mke wangu nikitoka huku nilipo nakuja niamini mimi yani hii wiki haiishi na kuja na ndoa tunafunga ndoa tena hebu niache kwanza nimalizane na mafundi nitakupigia baadaye sawa basi ukimaliza nipigie Hivi hivi ndo nilivyotaka uamini, yaani hata nikikwambia ukweli uone ni uongo. Sasa hapa, ngoja nikanunue vitu niende saa tano usiku ili nikamshtue vizuri kama jambazi. Mm, ina maana huyu bado yupo na mafundi mpaka muda huu kweli? Ni fundi gani Zanzibar hii ambaye anaweza kufanya kazi hadi saa tano usiku? Ngoja nimsubiri nione leo atarudi saa ngapi? Nimechoka walahi. Usichoke kwa kucheza kule yani, mtoto unakata kiuno hadi na una wivu wewe? Naye si tulipanga tunaenda klabu kufurahi. Sasa ulitaka nikae mezani tu kama chupa ya bia? Hebu niache ni enjoy maisha bwana, maana yule mjane akirudi hapa hizi raha sitozipata tena. Aha. Kumbe mimi ni mjane? Kwani unapenda kumuita mme wako mjane? yule ni mjane kweli, wala simsingizii, maana ujane na upweke wake ndio ulimleta kwangu. Sawa ila, angalau leo mpenzi wangu wa, haujanywa sana leo. Imebidi nipunguze kipimo, maana juzi yule mjinga alivyodanganya amerudi Zanzibar nilichanganyikiwa kwa kweli, na jinsi nilivyokuwa nimelewa. Sasa yaani, hata sijui ilikuwaje nikaanza kuzitapika zile pombe. Na ulitapika sana! We, acha tu na ulivyoondoka huku nyuma ndo nilikuwa nahisi kufa kufa, nikasema nisipokufa leo sijui tena. Pombe nyingi kiasi hiki! Ni vizuri kama umeamua kupunguza kipimo. Vipi lakini, huyo mjane wako hawezi kuja leo kweli? Hana huo ubavu wa kunijia kwa surprise. Yani anavyonipenda hataki kabisa kunipoteza. Hanishindi mimi bwana. Yani mimi ndo nakupenda, hadi nikiwa mbali na wewe nakuwa mgonjwa. Nipe kidogo nichangamshe damu, twende tukaoge kwanza Sawa, tuende, ila bado siamini kama kuna mwanaume mwenye akili timamu anaweza kuacha mtoto mzuri hivi nyumbani, halafu yeye aende kuhangaika na nchi huko. Mwache ahangaike huko, atutumie pesa hapo. Mwongea pwenti, sisi kazi yetu ni kuinjoi tu pesa zake. Kaeni hapo. Ehe kijana, hapa ni kwako? Hapana bro, hapa ni nyumbani kwa mpenzi wangu. Kwa hiyo nyie wawili ni wapenzi? Ndiyo, ndiyo, tunaomba utusamehe, sisi hatuna hela. Mungu wangu, nimekwisha mimi. Nilitaka niwafanyie unyama, lakini sina roho mbaya kiasi hicho. Nisamehe bro, mimi sikujua kama huyu ni mke wa mtu. Ehe dogo, kwa hiyo huyu ni mpenzi wako, siyo? Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Hapana, a, hapana bro. Janeti, tulia zamu yako itafika Janet. Mbona wewe anakujua? Kwani huyo ni nani? Huyo ni mume wangu. Mungu wangu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nimekufa mimi. Wewe si ulisema haji? Leo nisamehe mume wangu, kweli sijafanya chochote wallahi. Vile najua usiku wa leo hamjafanya chochote, je, unaweza kuniambia mlikuwa mnataka kufanya nini hadi mkavua nguo na kubaki watupu? ni pombe tu ndo zimeniponza mume wangu, huwezi amini, ndo nilikuwa naanza kuvua nguo, ila Mungu akasaidia ukatokea. Hebu nyamaza, Janet, ngoja kwanza nimalizane na huyu mpenzi wako. Ehe, unaitwa nani? Muha, uh, naitwa Muhamed ila watu hupendelea kuniita Mudi. Ah, Mudi, ehe, unamjuaje huyu dada? Huyu ni rafiki yangu tu, hakuna kingine unamke ndiyo naye. Lakini lakini nini? Jibu ndiyo au hapana. Ndiyo naye. Ingekuwa wewe ndio umemkuta mke wako na mwanaume mwingine kwenye mazingira kama haya ungemfanyaje? Mimi sikujua bro, kweli sikujua kama huyu ni mke wa mtu. Kwa hiyo dogo, mimi naongea na wewe kistaarabu halafu unaanza kuniona mjinga, siyo? Au unataka nianze kutumia nguvu ya ziada? Hapana bro, usifanye hivyo. Kwa hiyo ulivyoingia humu ndani hukuona viatu vya kiume pale sebleni na hilo shati hapo mlangoni hukuliona? Au ulijua vile viatu na hilo shati hapo mlangoni wewe ndo umeandaliwa uje uvae? Mimi sijaona chote bro, maana leo ndo naingia humu ndani kwa mara ya kwanza. Mpuuzi wewe! Yaani najaribu kuwa mstaarabu halafu unaniona mjinga wewe. Humu ndani huwa unakuja kila siku na umepazoea kama kwako. Kwa hiyo nataka ujibu maswali yangu vizuri. Sio kweli, leo ndo amekuja kwa mara ya kwanza. We mwanamke, funga domo lako. Sina tabia ya kupiga mwanamke mimi hivyo, tafadhali naomba usinilazimishe nikuadhibu. Kwa taarifa yenu, nilikuwa hapo dirishani nawasikiliza. Maana mimi ndo yule mjinga niliyowadanganya na kuja juzi halafu sikutokea, au kwa jina lingine mnaniita mjane mwenye upweke. Nisamehe mume wangu. Mshenzi mkubwa wewe! Nyamaza! zamu yako itafika. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Yaani nimekuweka ndani, mahari nimekutolea, na bado kila kitu unachohitaji unapata, halafu unaniita mjinga? Naomba unisamehe mume wangu. Janet, unaniita mjinga kisa hiki kimwanaume chako kisichojielewa, kimwanaume kinacholala kwenye nyumba ya mwanaume mwenzie ambayo hakijui hata gharama ya kodi ninayolipa? Nisamehe bro, sitarudia tena. Hebu tufupishe mambo. Wewe si ulisema mimi nikiwa nahangaikia nchi, wewe kazi yako ni kumwangaikia mke wangu? Sasa naomba ulipe gharama zangu zote nilizotumia kwa huyu mwanamke. Tofauti na hapo, naomba umpigie simu mke wako aje hapa kesho, tubadilishane. Mimi nibaki na mke wako, halafu wewe umchukue huyu unayemwangaikia. Nisamehe bro, mke wangu, mke wangu ni mjamzito. Wewe chagua moja, unarudisha gharama zangu au nanipa mke wako na mimi nimtafune kama wewe unavyotafuna wake za watu. Lakini nimeshakwambia mke wangu ni mjamzito bro, hebu acha kunipa sababu za kijinga. Kwani akiwa mjamzito atafuniki? Hatafuniki. Kwanza hebu nipe namba zake za simu nimpigie, maana najua hapo ulipo huna hata salio la kupiga simu. Naomba unisamehe bro, mi bado nampenda mke wangu. We kizibo, umesikia? Umesikia hayo maneno? Huyu mpenzi wako anasema anampenda mke wake. Kwa hiyo kumbe alikuja kwako kwa wewe mkata viuno kumaliza tu haja zake, si ndio? Ndiyo bro, mimi tamaa tu ndo zimenileta hapa, lakini nampenda mke wangu. Hata mimi pia nampenda mke wangu, ndio maana nikamuweka ndani na kumtunza hivi. Wee dogo, unaujua uchungu wa kuliwa mke? Au unajua maumivu nilionayo sasa hivi? Yaani kwa jinsi ninavyojisikia hapa, naweza nikakuua humu ndani, kisha nikaenda kukutupa baharini uwe chakula cha samaki. Hivi unajua mimi ni nani?